Tamaduni wa kukinzana na mabadiliko wanaita resistance to change. Na wakati mwingine tunakinzana na mabadiliko kwa sababu ya kuto kufahamu mabadiliko hayo yana tija au mantiki, kwa hiyo matumaini yangu kwa mkutano wetu wa leo unakwenda kuondoa hiyo, ku-unlock hiyo gap au kuondoa hiyo tofauti ya kwamba wananchi wetu wa Mkoa wa Kusini Unguja na Wazanzibari kwa ujumla watakwenda kuridhia kukubali na kuchanja watoto wetu kwa ajili ya kuongeza kinga za miili yao kwa kutumia chanjo aina zote. Na ugumu huu wa mabadiliko, wakati mwingine huwa unaingizwa vitu visivyo na msingi. Kila mmoja anatizama lile ambalo kwake ni nafuu. Wapo watu wanatumia fikra za kimila kuzuia mabadili, mabadiliko. Wapo watu wanatumia fikra za kidini kuzuia mabadiliko, na wapo watu wanatumia fikra za kisiasa kuzuia mabadiliko. Fikra zote hizi ni nzuri, lakini kwa matumizi yake kwenye, kwenye uchanjaji na mambo ya utabibu, hizi kwenye eneo hilo hazifanyi kazi moja kwa moja. Kwenye mila, yapo yanayofaa yale ambayo yanatibu kwa kutumia mifumo ya ki tradition. Kwenye dini yapo yanayofaa, yale yanayotibu kwa kutumia mifumo ya kiimani. Lakini kisiasa mara nyingi huku inakuwa ni tiba ya ya maneno. Niombe sana viongozi wenzangu, wafanyakazi wenzangu na wananchi wenzangu kwa ujumla, turidhie tupokee na tuweze kuchanja watoto wetu wakati. Serikali yetu ni serikali makini inayojali wananchi wake. Isingeweza na haitafanya kitendo cha kuhakikisha kwamba inaruhusu chanjo zenye madhara kwa wananchi wake. Bali itatoa chanjo zenye tija na maslahi mapana kwa wananchi na taifa. Ni imani yangu kuwa tukitoka hapa sasa wote kwa ujumla wetu tutakuwa walimu wazuri kwenda kuelimisha wenzetu kuhusu manufaa na maslahi ya chanjo. Nataka niwahakikishie wenzetu, wizara ya Afya pamoja na UNICEF kwenye mkoa wa Kusini Unguja, katika ilo eneo, hatuna tatizo. Si kupeleka afua chini bila kwamba wananchi, wananchi ni sehemu ya mikakati na sehemu ya maamuzi. Kwa hivyo tumehisi tuje kwenye serikali zetu za mkoa, ili sasa ile kazi yetu tunataka kwenda kuifanya iweze kufanikishwa. Nafikiri tutazunguka Unguja na Pemba nzima, lakini tumeanza hapa um, na, na cha muhimu ni kwamba mkoa wa Kusini upo vizuri sana kwenye masuala ya chanjo na naamini kwamba hii itakwenda kuweka kuwezesha ile mikakati ya kuhakikisha kwa mkoa wetu wa Kusini hautoki kwenye ubora wake wa kuweza kuhakikisha kwamba akinamama wanawapa watoto wao chanjo bora. Maradhi kama nizo tumeona hapa wazazi wametuathiri vibaya lipoteza karibu watoto kumi na sita kwa maradhi ambayo yana uwezekano ya kuepukika, uh, wa watu wakichanjo hii ilisababishwa kutokana na kipindi kile cha Covid watu wengi au wa serikali nyingi, au tuli tulifoka sana jinsi gani ya kuondoa ile maradhi, na huku chanjo baadhi ya chanjo zikaachwa nyuma, ukaiona athari yake, lakini tumeondoa hilo. Na naamini sasa mikakati yetu ni kwamba wakati wowote wa tutaendelea kuhakikisha tunawadhibiti wadudu uh, ambao wanaenda wa wa kuathiri hasa maisha ya mtoto na mama, na hii chanjo ni moja katika afua zinazojulikana kwenda kutatua changamoto hiyo. otwangu tu kwa wananchi, hasa kina mama na kina baba na wazazi, tuendelee kutumia na kuiamini mifumo yetu ya afya. Mheshimiwa Rais wetu lengo lake kubwa ni kuwekeza kwa hali yoyote kwenye, kwenye sekta ya afya kwa sababu hapa ndio pata kana rasilimali ya watu bora ambao wataweza kutusaidia kujenga hili taifa la baadaye.